Reke ngwire murata wakwa ngwire atiriri gitoka kimwe kirai na mugunda munene ri nikiretira ri marakinya andu nigetha kurimwo andu maragiuka na thendo cia ucia gitoka kirathie kirande ka ibuku nikirandeka andu ikumi na tano na kiragi na banga musara wao musara wao agu